Gatuzi namba 44 ambapo walimu wako katika mstari wa mbele kuongoza mpango wa kuzuia ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana huku watoto laki nne wakinufaika na mpango huo wa hadi mwaka 2028 katika kaunti ya Migori. Use your voice to hear katika kaunti ya Migori, ukatili wa kijinsia dhidi ya wasichana umekuwa tatizo linalozidi kuongezeka licha ya juhudi zinazoendelea kutoka kwa serikali na washikadau mbalimbali. Uh, so kati ya mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili na elfu mbili ishirini na nne angalau kesi mia nne za ukatili wa kingono dhidi ya wasichana ziliripotiwa, hali inayoweka bayana changamoto hii And at the

Ni swala ambalo limewasukuma wadau kuchukua hatua za kipekee na za dharura ili kuwalinda wasichana wadogo dhidi ya madhara. Hatua muhimu kwa sasa ni mafunzo kwa walimu ili kuongoza mapambano dhidi ya dhulma kwa wanafunzi.

Mpango huu unalenga watoto wa shule zaidi ya laki nne katika eneo la Migori na unakusudiwa kuunda mazingira salama kwa wanafunzi. Kulingana na Michael Kamiru, afisa anayesimamia mradi huu katika kaunti ya Migori, mradi huu unawalenga walimu kwa kuwapa maarifa kuhusu ulinzi wa watoto, dalili za unyanyasaji wa kijinsia na mbinu bora za kuripoti visa hivyo. Licha ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa, changamoto bado zipo. Wadau wanaeleza kushinikiza ongezeko la rasilimali, sera madhubuti na ushirikishwaji zaidi wa jamii ili kuunda mazingira salama kwa wasichana. Washikadau wanaamini mbinu hii ni mwafaka ya kukandamiza ukatili wa kijinsia. Hillary Okeyo, Runinga ya Citizen, Migori. No!